Katika hatua ambayo haikutarajiwa na imewashangaza watu wengi, serikali kupitia wizara ya mambo ya ndani ya nchi imelifungia kanisa la Ufufuo na Uzima linaloendeshwa na Askofu Josephat Gwajima. Kama unavyofahamu, Askofu Gwajima ni mbunge wa jimbo la Kawe kwa tiketi ya CCM, lakini pia ni mjumbe wa halmashauri kuu ya chama hicho, lakini jina lake limekuwa likivuma kwa takriban wiki mbili sasa, kufuatia mtafaruku mkubwa uliotokana na press conference aliyoifanya Mei ishirini na nne mwaka huu, ambapo aliongelea kwa undani kuhusiana na janga la utekaji linaloendelea kwa kasi nchini Tanzania. Na kama unavyofahamu, siku chache baadaye Uh, mwenyekiti wa taifa wa Chama cha Mapinduzi Rais Samia Suluhu Hassan aliongea huko Dodoma na hotuba yake, baadhi ya maneno yalimlenga ya Askofu Gwajima moja kwa moja na kupelekea kuzusha neno Gwajimanization ambalo jana Jumapili ya Juni mosi mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano Askofu Gwajima aliongea kwa kirefu, alitumia mahubiri katika ibada yake ya Jumapili kwenye kanisa lake kuelezea kwa kirefu msimamo wake, na kwamba amelikubali hilo jina la Gwajimanization na kimsingi akalitolea tafsiri kwamba ni uzalendo, ujasiri, uh, kupigania uh, haki za wanyonge na masuala kama hayo uh, kwamba kungechukuliwa hatua dhidi ya askofu Gwajima, hilo lilikuwa ni suala la muda tu. A, lakini nadhani ni watu wachache waliotarajia kwamba hatua hizo zingeweza kugusa sehemu ya kiroho yani kanisa lake, um, kwa hiyo hili lilikuwa halikutarajiwa. Na barua yenyewe iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Ndani imedai kuwa hatua hiyo imechukuliwa kwa mujibu wa Sheria ya Jumuiya za Kiraia, um, ambayo msingi mkuu wa hatua hiyo ni kwamba Askofu Gwajima amekuwa akitumia madhabahu ya kanisa lake kutoa mahubiri yenye mwelekeo wa kisiasa na maneno yanayoweza kuchonganisha serikali na wananchi. Hii ni hatua kubwa sana, si kwamba serikali haijawahi kufungia makanisa huko nyuma, lakini uh, kanisa hili la ufufuo na uzima la Askofu Gwajima ni, ka, ni moja ya makanisa makubwa uh, nchini Tanzania na yeye Askofu Gwajima mwenyewe ni moja wa viongozi wa dini wa Kristo maarufu, sio tu Tanzania bali pia hata nchi za kigeni, kwa sababu ana, ana makanisa pia baadhi ya nchi zilizo jirani na Tanzania kama kwa mfano nchini Kenya. Kwa hiyo tukio hili limekuwa la kushtua na la kushangaza, na pengine itachukua siku kadhaa au pengine wiki kadhaa kuona hasa jinsi gani waumini wa, wa uh, kanisa hilo watakapolipokea, lakini kubwa zaidi, yeye Askofu Gwajima mwenyewe atalipokea vipi? Uh, sasa kwa mujibu wa maelezo, msajili huyo amesitisha uh, usajili wa kanisa kuanzia leo Juni pili ya elfu mbili na ishirini na tano, na nakala imepelekwa kwa mkuu wa jeshi la polisi, IGP Camilius Wambura, ikimaanisha kwamba endapo amri hii itakaidiwa, jeshi la polisi litachukua hatua na sinto shangaa kuona kuwa pengine jeshi la polisi likiweka ulinzi pale katika kanisa kuhakikisha kuwa hakuna shughuli zote za kiroho zinazoendelea pale. Um, hatua hii imekuja kama nilivyosema, kukiwa na mvutano ambao binafsi nina utafsiri kuwa ni binafsi, kati ya yani, ni kati ya Askofu Gwajima na mwenyekiti wake wa taifa wa CCM Rais Samia Suluhu Hassan. Um, kwa sababu katika siku za hivi karibuni Askofu Gwajima amejitokeza kuwa mkosoaji mkubwa, hususan katika suala hili la utekaji na kwa kupigania haki za binadamu, lakini pia kushughulikia hili janga kubwa la watu wasiojulikana wanaofanya utekaji. Sasa hotuba jana, alitumia hiyo mimbari yake jana kuelezea kwa upande, kufanya vitu vitatu, kwanza ni kufafanua aliyoyaongea katika press conference yake ya tarehe ishirini na nne uh. Kwa hiyo alitolea ufafanuzi zaidi yale aliyoyazungumza tarehe ishirini na nne alipoongea na waandishi wa habari, lakini pili alitumia fursa hiyo kujibu uh, yaliyoongewa na rais Samia Suluhu Hassan uh, hususan kuhusu hilo swala la Gwajimanization kwamba yeye analitafsiri uh, kuwa ni jambo zuri, linamaanisha kuwa na uzalendo na kupigania maslahi ya nchi lakini alikwenda mbali zaidi katika hiyo hotuba yake ya jana, ambayo ilikuwa ni kama dakika arobaini hivi, ambapo alikwenda mbali na kusema kwamba uh, at one point kwamba kuna mwanasiasa maarufu ambaye anatuma uh, hao watekaji. Kwa sababu tangu mwanzo alivyoongea katika ile press conference yake alisema, yeye haamini kuwa vitendo hivi vina, vya utekaji vinafanywa na jeshi la polisi au idara ya usalama wa taifa, bali kuna kikundi ambacho kinapata sapoti ya mwanasiasa mwenye nguvu kiasi kwamba hata hao watu wa usalama wa taifa au jeshi la polisi wanapotaka kufuatilia masuala haya, wanakumbana na kigingi, na kahusisha hili kwa namna moja au nyingine na mabadiliko yaliyokuwa yakitokea mara kwa mara ndani ya Idara ya Usalama wa Taifa, ambapo katika kipindi cha miaka minne ma, uh, wakuu watatu wa taasisi hiyo. Uh, waliondolewa pasipo na maelezo na akataka kwamba huko mbeleni itakuwa ni muhimu kama watu wanatolewa ifahamike wametolewa kwa sababu gani, kwa sababu inawezekana kwamba walitolewa kwa sababu walikuwa wanapinga swala la watu wasiojulikana. Kwa, kwa minajili ya taarifa tu kwamba tangu kuingia kwa Mama Samia Suluhu Hassan mkurugenzi aliyokuwepo wakati huo, diwani uh, Athmani, baadaye baada ya kama mwaka mmoja aliondolewa, akaja mwingine bwana Saidi Masoro, naye akakaa miezi michache akaondolewa kisha akaja Balozi Alisiwa, naye kakaa takriban mwaka moja akaondolewa kabla ya kuteuliwa Bwana Selemani Mombo ambaye ndiye mkurugenzi mkuu kwa wakati huu. Kwa hiyo kwa kwa mujibu wa Askofu Gwajima kwamba labda mabadiliko haya ya mfululizo yametokana na vitu kama hivi kwamba labda wanapewa amri ambazo waona, wanaona haziendani na taaluma zao au utaalamu wao na matokeo yake yanaishiwa kufukuzwa kazi um, kwa hiyo hili ndio lililojiri leo la hilo kanisa la mchungaji Gwajima. Limefungiwa. Sasa pengine kuangalia uh, kwa upana zaidi. Kwanza ikumbukwe kwamba Askofu Gwajima uh, licha ya kuwa mbunge wa, wa, kwa tiketi ya CCM lakini pia ni mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM, ya chama hicho tawala. Kwa hiyo hii hatua hii inafanya um, uzito wa, wa kipekee kwa sababu haijawahi kutokea katika historia ya Tanzania kwa kiongozi wa dini ambaye pia ni mbunge wa chama tawala ambaye pia ni M-NEC, mjumbe wa halmashauri ya CCM kufungiwa kanisa lake. Hi, kwa hiyo hii inaingia katika historia na kumbukumbu -kumbu za, uh, za za, za maswala yanayojiri Tanzania na hii inazua maswali endapo uh, nafasi ya, ya Askofu Gwajima ndani ya CCM. Binafsi nadhani kwamba ni swala la muda tu kabla hajafukuzwa kutoka katika chama hicho. Actually, kuna uchambuzi nilifanya kwenye uh, kijarida changu cha barua ya Chahali jana ambapo nilisema kuwa matarajio yangu, miongoni mwa vitu ambavyo natarajia kuviona, kuna uwezekano mkubwa sana wa Askofu Gwajima kufukuzwa wanachama wa CCM, na huenda hili likatokea wiki hii kwamba kutakutokea wana baadhi ya uh, wabunge au uh, wanachama wa CCM kusema kwamba huyu mtu ni msaliti na vitu kama hivyo anani, lakini awali zilipatikana pia taarifa kwamba kulikuwa na mpango wa kumteka Askofu Gwajima um, na hizi zilisambaa mtandaoni. Kwa hiyo pengine kusambaa kwa taarifa hizo kunaweza kuwa kulisaidia kuepusha janga hilo. Uh, sasa inadaiwa kwamba kuna uwezekano wa jambo linalofuata ni Askofu Gwajima kufunguliwa mashtaka ya, ya uchochezi uh, kesi kama ile ya Mheshimiwa Lisu, lakini hii kwa lugha nyingine kwamba ni kesi ya uchochezi kumataka kwa kuwafarakanisha wananchi na viongozi wao wananchi na, na serikali. Na hata lugha iliyotumika katika kulifungia hili kanisa imejikita katika hiyo, kwamba kama imethibitika kwamba kanisa linatumika kwa ajili ya masuala ya kisiasa na kufitinisha waumini na serikali, wanaweza kuwa wamepata msingi wa kuchukua hatua, na ndiyo maana barua hii pia imekuwa CC, yaani uh, imekopiwa kwa mkuu wa Jeshi la Polisi. Kwa hiyo sio jambo la kushangaza endapo Askofu Gwajima akakamatwa na kufunguliwa mashtaka. Um, sasa hili we, kama litakuwa na ku, litakuwa na athari ni mapema mno kusema. Um, lakini kama ilivyosema kuwa Askofu Gwajima ni kiongozi maarufu wa dini nchini Tanzania lakini hata nje ya Tanzania. Uh, kwa hiyo pia swala hili kama ilivyokuwa jana katika mahubiri yake, uh, kwa sababu alikwenda mbali na kudai kuwa hatua anazochukua za kushikilia hili swala la kupingana na huu swala la kuteka ni kama Mungu amemtuma kufanya vitu. Kwa hiyo ni, ni, ni kama ni operation ya kiroho. Kwa hiyo, hili la kufungiwa kanisa linawezekana likatafsiriwa angalau na watu wachache, au yeye kama atapata platform hiyo, kwamba hizi ni jitihada dhidi ya Ukristo, kwa sababu yeye ni kiongozi wa kanisa la Kikristo, na pengine haya hayatokea wakati mzuri sana, kwa sababu Uh, rais aliyopo madarakani ni Muislam. Kwa hiyo kunaweza kutengenezwa mazingira kama haya, na kibaya zaidi, kwamba kabla ya hili tayari kulikuwa kwenye mitandao ya kijamii, kulikuwa kunafanyika jitihada za kusambaza clip moja ya zamani kidogo, ambapo askofu uh, Gwajima aliwahi kunukuliwa huko siku za nyuma akisema kuwa misikiti igeuze kuwa Sunday school zile shule za kusoma Biblia Jumapili um, kwa hiyo hii imekuwa ikisambaa ile trend sana jana, hasa kwenye mtandao wa, wa kijamii wa Twitter uh, well, zamani ulikuwa unaitwa Twitter sasa unaitwa X. Uh, kwa hiyo linaweza kuna chembechembe -chembe za udini ambazo zinaweza zikaibuka, lakini ni muhimu pia kutambua kwamba takriban kila mwaka wa uchaguzi unapojiri uh, dini huwa inatumika dini imekuwa ikitumiwa sana na wanasiasa uh, kwa masuala yao wenyewe ambayo wana nani ya, hasa kwa Chama cha Mapinduzi kimekuwa mara nyingi kikitumia dini aidha kuwachafua kuwa wapinzani kwa wanaofuatilia watakumbuka uchaguzi wa mwaka elfu mbili na kumi, suala la dini lilitumiwa kusema Dr. Slaa ambaye alikuwa ni mgombea urais kwa tiketi ya Chadema ambaye ni kweli aliwahi kuwa padri siku za nyuma, wakadai kwamba huyu na chama chake cha Chadema kinatumika kwa ajili ya kanisa, kwamba ni chama cha kidini. Uh, na hasa huyu uh, na wakawa wanamuita padri yani ile kama kuonyesha kwamba labda pengine itamnyima kura za Waislamu. Uh, huko nyuma pia chama cha kafu wakati huo kikiwa maarufu pia kilitumiwa tuhuma za ugaidi kikatumiwa kwamba kinaendesha siasa zake msikitini na vitu kama hivyo. Dini imekuwa ikitumika hasa zaidi ya vyama vya upinzani, lakini pia dini imekuwa ikitumika kwa sisi mwenyewe kuombea kura. Um, mwaka elfu mbili na kumi huo. Uh, mwaka elfu mbili na tano uh, pia uh, zilifanyika ahadi ambazo zili, zingeweza kupelekea matatizo kwa kweli, kwa sababu zilikuwa ni ahadi hewa, kuwaahidi Waislamu kwamba mahakama ya kazi ingefunguliwa na vitu kama hivyo, lakini havikutokea, ilikuwa ni propaganda tu za wakati wa uchaguzi. Kwa hiyo hili linaweza kuleta mtafaruku uh, kutegemea na mazingira jinsi yalivyo. Uh, kwa hiyo kinachotarajiwa ni kama hivyo kuna uwezekano wa Askofu Gwajima kuvuliwa wanachama wa CCM. Hili linaweza kutokea wakati wowote, lakini pia kuna uwezekano wa yeye kufunguliwa mashtaka ya uchochezi. Jinsi gani habari hizi zitapokewa na waumini wake ni swala la kusubiri, na jinsi gani yeye mwenyewe atakavyolipokea swala hili ni swala la kusubiri, kwa sababu kanisa sio tu kwamba ilikuwa inatumia kuhubiri lakini pia wamemwondolea platform muhimu ya hii ajenda ambayo amechukua. Je, una maoni gani kuhusu hili? Karibu utoe maoni yako hapo kwenye comment. Asanteni na kwaheri, ee.